Karibu katika uchambuzi wa kina kuhusiana na usitishaji wa viza za Marekani kwa Watanzania. Tutakwenda kutazama sababu, athari na ujumbe uliofichika. Kwa nini Marekani imesitisha viza kwa Watanzania? Tarehe 8 Januari ya mwaka huu wa 2026, dunia ilishuhudia tangazo zito kutoka ubalozi wa Marekani nchini Tanzania Kupitia tamko rasmi lililotolewa jijini Dar es Salaam, Marekani imesitisha kwa muda utoaji wa aina nyingi za visa kwa raia wa Tanzania kuanzia Januari 1 mwaka huu wa 2026, hatua iliyowekwa chini ya tamko la rais wa Marekani, yani presidential proclamation namba 10998 linalolenga kuimarisha usalama wa taifa hilo kupitia ukaguzi wa kina wa wageni wanaoingia nchini humo. Lakini hatua hii, ingawa imeelezwa kuwa ni ya kiusalama, imezua maswali mazito katika uwanja wa diplomasia na siasa za kimataifa. Maswali muhimu ya kujiuliza: Je, huu ni mwendelezo wa vikwazo vya Marekani kwa Tanzania au ni hatua ya kiusalama pekee kama inavyodaiwa? Je, Marekani imepoteza imani na mfumo wa kiutawala wa Tanzania? Kwa nini Tanzania imewekwa katika orodha ya nchi 39 zilizopewa zuio hilo na si majirani zake kama Kenya au Uganda? Je, kuna taarifa za kiusalama ambazo Tanzania haikushirikiana ipasavyo na Marekani? Na muhimu zaidi, athari zake ni nini kwa wananchi wa kawaida, wanafunzi, wafanyabiashara na mustakabali wa taifa kiuchumi na kidiplomasia? Maswali haya ndiyo yanaunda msingi wa uchambuzi wetu wa leo. Namba moja: maana ya kiusalama na kisheria. Tamko la Rais wa Marekani linatoa mamlaka ya kisheria kusitisha utoaji wa visa kwa nchi ambazo hazijakidhi viwango vya ushirikiano wa taarifa za kiusalama au udhibiti wa utambulisho wa raia. Kwa tafsiri nyepesi, Marekani inapima, e, kama nchi fulani ni mshirika salama katika mapambano dhidi ya ugaidi, uhalifu wa kimataifa na uhamiaji haramu. Tanzania inaonekana haijatimiza viwango fulani vya ukaguzi na ushirikiano huo, jambo lililopelekea kuingizwa kwenye orodha ya nchi zenye partial suspension, kusitishwa kwa baadhi ya aina za visa. Lakini hoja kubwa hapa ni kwamba wakati Marekani ikitumia sababu za kiusalama, wachambuzi wengi wanaona mizizi ya kisiasa na kidiplomasia zaidi kuliko usalama pekee. Namba mbili. Muktadha wa kisiasa na kidiplomasia. Muktadha wa kisiasa na kidiplomasia. Kwa miaka michache iliyopita, uhusiano wa Marekani na Tanzania umekuwa na nyufa. Marekani imekuwa ikionyesha wasiwasi kuhusu utawala bora, uhuru wa vyombo vya habari, uwajibikaji wa serikali na uwazi katika uchaguzi hatua ya sasa inaweza ku hatua ya sasa inaweza kuelezwa kama ujumbe wa kisiasa uliopakwa rangi ya kiusalama, ishara kwamba Washington haijaridhika na mwenendo wa ndani wa kisiasa nchini Tanzania. Hii si mara ya kwanza. Mwaka 2020 Marekani ilisitisha msaada wa Millennium Challenge Corporation, yani MCC, kwa sababu za kisiasa na kiutawala kwa hivyo hatua hii ya mwaka huu wa 2026 inaweza kutazamwa kama mwendelezo wa tahadhari ile ile, lakini safari hii kupitia mfumo wa viza. Namba tatu. Athari za kivitendo kwa Watanzania, kusitishwa kwa viza hizi kunaathiri makundi muhimu ya jamii, ikiwemo wanafunzi, ambapo hapa Visa za masomo F na M pamoja na programu za mabadilishano J zimesitishwa. Hii inamaanisha vijana wengi waliokuwa na nafasi za masomo Marekani watalazimika kuahirisha au kutafuta nchi mbadala. Ni pigo kwa elimu ya juu na tafiti za kimataifa. B, wafanyabiashara na watalii, visa za B1 na B2, biashara na utalii, ndizo zinazotumika zaidi na wafanyabiashara wakati na wakubwa. Kusitishwa kwake kunapunguza ushirikiano wa pamoja. Uh, ushirikiano, kusitishwa kwake kunapunguza ushirikiano wa moja kwa moja wa kibiashara na fursa za mitandao ya kimataifa si. Raia wanaohamia Marekani, kwa wale waliokuwa wakitarajia kuungana na familia zao au kupata makazi ya kudumu visa za uhamiaji yani, imi, yani immigrant visas, zimesitishwa kwa kiasi kikubwa. Ni pigo la kijamii na kihisia, hasa uh, kwa Watanzania walio kwenye mipango ya kuanza maisha mapya Marekani. Namba nne. Athari za kiuchumi na kijamii. Athari zake ni pana zaidi ya safari na visa. Mara nyingi uhusiano wa kiuchumi hutegemea uaminifu wa kidiplomasia. Mwekezaji anaposhuhudia nchi ikiwekewa masharti ya visa, anaanza kujiuliza, je, usalama wa biashara yangu uko salama? Matokeo yake ni kupungua kwa uwekezaji wa kigeni, kushuka kwa imani ya soko na kudorora kwa uchumi. Hili ndilo, ndilo alilosisitiza God bless Lema aliposema kuwa hatua kama hizi ni matokeo ya sera zis, eh, zisizoimarisha uwajibikaji na utawala bora. Kwa maneno mengine, hii ni alama ya kupungua kwa uaminifu wa kimataifa kwa mifumo ya ndani ya nchi. Namba ta namba tano. Ujumbe wa Marekani kwa Tanzania. Katika lugha ya kidiplomasia, hatua uh, kama hizi ni pressure diplomacy njia ya kupeleka ujumbe bila kutumia maneno makali. Marekani inasema tunataka marekebisho, eh, tunataka mrekebishe mwenendo wenu wa kisiasa uh, wa kiusalama na wa kiutawala. Huu ni mwito wa mageuzi, si vita. Ni jaribio la kutumia ushawishi wa visa ili kuhimiza uwazi, ushirikiano wa kiusalama na utawala bora. Namba sita Namba sita ni mtazamo wa ndani nafasi ya Tanzania. Kwa Tanzania hii ni fursa uh, ya kutafakari, je, mfumo wetu wa usalama na udhibiti wa taarifa uko katika viwango vinavyokubalika kimataifa? Je, uwazi wa utawala na uwajibikaji wa serikali unaimarisha imani ya kimataifa? Na je, diplomasia yetu inatosha kulinda taswira ya nchi? Diplomasia ya kisasa ni ushindani wa heshima, sio maneno. Nchi inapoonyesha uthabiti, wazi na utawala bora, dunia inaitazama kama mshirika wa kuaminika. Namba saba. Namba saba ni matokeo kwa siasa za ndani. Kwa ndani ya Tanzania hatua hii inaweza kutumika kama kipimo cha ukweli kwa wanasiasa na viongozi ni fursa uh, ya kujitazama upya, si kama kushutumiwa bali kama kujifunza. Serikali inaweza, serikali inaweza kuchukua hatua za kujenga tena uaminifu huo kwa kupitia mageuzi ya kisera, kushirikiana zaidi na mashirika ya kimataifa na kufungua milango ya mazungumzo ya kidiplomasia. Namba nane. Namba nane ni mtazamo wa baadaye. Hapa hatua hii inaweza kuwa ya muda, lakini muda huo unategemea hatua zitakazochukuliwa. Marekani haitoi vikwazo vya kudumu, inatoa ishara. Kama Tanzania itachukua hatua za kurekebisha mifumo yake ya kiusalama na kisiasa, kuna uwezekano mkubwa zuio hilo likalegezwa. Lakini kama hali itaendelea bila mabadiliko bali e, basi Tanzania inaweza kuingia kwenye kile wachambuzi wanaita silent isolation upweke wa kimataifa unaoanza taratibu bila kelele. Hitimisho. Kwa ujumla kusitishwa kwa visa za Marekani kwa Watanzania si tukio dogo, ni tukio lenye athari za kisiasa kiusalama, kiuchumi na kijamii, ni ishara ya mabadiliko katika mizani ya diplomasia kati ya nchi hizo mbili. Kwa hiyo, swali kubwa linasalia, je, Tanzania itasoma ujumbe huu na kuchukua hatua kurejesha imani ya kimataifa au itaendelea kuona kuongezeka kwa vikwazo vya kidiplomasia na kupungua kwa nafasi katika jukwaa la dunia? Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari